kwa mara nyingine tena tumekutana kuendelea na darasa zetu za balagha. Jana katika kitabu hichi cha Albalagha tuliwadhiha, tuliangalia jinsi watunzi wa kitabu hiki walivyomfananisha mchoraji pamoja na mwanabalagha, na katika mfanano huu ambao umetumia maneno mengi ulikuwa hasa unalenga namna ya jinsi mchoraji na mwana balagha wanavyotumia fikra zao katika kwenda kubuni kitu ambacho kitakuwa cha kipekee, na mfanano ndipo ulipo pala hapo. Lakini leo tutaangalia duru za balagha, vitu ambavyo vikikosekana, hivyo basi na balagha hakuna kabisa ndo anasema hapa faanasiru lbalagha yani anasir anasiru lmai duru za maji. Tukisema anasiru lmai, yani kuna vitu vya msingi ambavyo hivyo ndio vinatengeneza maji, ukiondoa kitu kimoja katika hivyo hauwezi kuyapata maji, ambapo anasiru lmai ni hydrogen na oxygen ukiondoa hydrogen itabaki oxygen peke yake, maji itakuwa hayapo. Lakini ukiondoa oxygen, ikibaki hydrogen peke yake, maji pia hamna. Ili maji yaweze kuwepo, lazima duru hizi mbili, hydrogen na oxygen, ziwepo. Na hivyo hivyo kwenye balagha vile vile pia kuna duru ambazo zimeungana, duru hizo ndizo zinatengeneza balagha. Ukiondoa moja, balagha hakuna. Ndo watuzi hapa wanasema fa'anasirul balagha eh, duru za balagha idhan, lafdh kwanza ni tamshi, wa maana pili ni maana, wa ta'alifu lilalfadhi tatu ni muundo wa maneno. Vitu hivi vitatu ndio vinatengeneza balagha lakini watunzi wetu hawa wamekwenda mbali zaidi. Laiti kama wangeishia hapa, watu wetu wangejua tu ukifungamanisha tamshi, maana na muundo wake ushapata balaa. Wanasema la, bado hujapata. Hiyo ta'alifu lil alfadhi yamnahuha quwatan, iwe inaipa nguvu, wa ta'thiran, na uwezo wa kuathiri, wa husnan na uzuri. Kwa hiyo, ili balagha iwepo, kwanza, tupate tamshi. Tupate tamshi, pili, ilo tamshi kwa msikilizaji niwe ni jepesi kumaanika, isiwe tamshi hilo wewe tu ndo alijua maana yake, lakini msikilizaji halijui maana yake, hapo balagha hakuna lakini tatu ni ta'alifu lil alfadhi, muundo wa maneno. Huko nyuma tulisoma mwanzoni kabisa kwamba mapandamano yasiwe ya mkanganyiko. Mpe, mapandamano ya maneno yawe ni mepesi, itumike lugha nyepesi, lakini haishii hapo tu kwamba maneno hayo yawe yana uwezo wa kumwathiri yule ambaye anakusikiliza, ili kusudi avutike na maneno yako na aweze kukuelewa vizuri. Hizo ndio duru za balagha. Kisha watunzo wanasema thumma diqqatun fi ikhtiyari alkalimati, kisha ni kuzama ndani zaidi katika kuchagua maneno. Si kila neno tu litatumika katika mazungumzo la uchague maneno maalum ambayo yatakwenda kutumika katika ufikisho wako, wal asalibe, pamoja na mtindo wa lugha. Katika darasa zilizopita tumeelezea mitindo ya lugha ni, ni namna gani. Ala hasbi mawatini lkalami wa mawaqiihi wa maudhuatihi Ala hasbi mawatinil kalami, kulingana na sehemu za maneno, wa mawaqi'ihi, na matokeo yake, wa mawdhu'atihi, na mawdhu'i zake, wa hali samiina, na hali za wasikilizaji Kumbe nikipata tamshi tamshi ambalo nitaleta maana nyepesi kueleweka, kisha nikapandamanisha maneno yangu vizuri kabisa, kama ambavyo kanuni za lugha zinataka, haitoshi bali, natakiwa nichague maneno maalum nitakayokwenda yatumia na mtindo wa lugha ambao utaendana na sehemu zile nitakazokwenda kufikisha na hali za wasikilizaji. Bala haya lakini eshia wanazaati nafsia, pamoja na hali ya kisaikolojia hali ya kiakili allati tatamallakuhum, ambayo inawamiliki watu hao. Kwa namna hiyo hapo, aliko wanawaza nini katika akili yao? Akili zao zipo katika hali gani? Watusaitiru ala nufusihim, na kutawala akili zao na kutawala nafsi zao, hiyo ni balagha. Anasema kwa nini sasa kuna kuchagua maneno? Kwa nini tuchague maneno? Ndiyo, kuna kuchagua maneno kwa sababu farubba kalimatin hasunati fi mautinin, huenda neno likawa zuri katika sehemu fulani, zuri kabisa, lapendeza kabisa, la mvuto kabisa thumma kanat nabiyatan mustaqrahatan fi ghairihi, kisha neno hilo hilo ukienda, okay, kulisema neno jingine sehemu nyingine linakuwa ni la utofu wa adabu, linakuwa ni lenye kuchukiza kwa mtu mwingine, sehemu nyingine. Neno hilo hilo tukilitumia sehemu fulani ni zuri, lakini neno hilo hilo tukilitumia sehemu nyingine linakuwa ni nini? Ni matusi. Kwa hiyo lazima tuchague maneno kulingana na sehemu tunazokwenda kuzungumza na watu. Balagha kwa nini anasema wakadiman kariha udabu kalima aidha, hapo mwanzo kabisa mwanzo kabisa, wataalamu wa fani za adabu wao walikuwa wanachukia sana kutumia neno aidan wa adduha min alfadhi ulama. Wakawa wanahesabu kwamba neno hili linatumika tu na wanasuoni na hapa kuna tofauti kati ya wanachuoni na na na mwana mwana e, adabu. Kuna vitu viwili tofauti, al udabau walulamau shaiani mukhtalifani, ni vitu viwili vilivyokuwa tofauti, utakuja kuona uko mbeleni falam tajri biha aqlamuhum fi shi'ri, hawajawahi kulitumia neno hilo, kuliandika neno hilo katika shairi lolote, au nathri au tungo yoyote. Hata dhahara bainahum man qala, mpaka ikadhihiri baina yao yule aliyesema ruba warqaa hatufi fi dhuha, ambalo shairi hili tutakuja kuliangalia katika kipindi kijacho. Leo tunataka tuishie hapa, lakini katika hapa tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba duru za balagha ni tatu, ni tamshi, ni maana, pamoja na muundo wa maneno. Lakini katika hayo yote usisahau kwamba unatakiwa katika huo muundo uwe unaipa nguvu sawa, uwo muundo uwe unatoa, una nguvu ya kuathiri katika nafsi za watu na kuwa na mvuto. Hiyo ndio nini? Ndio anasirul balagha. Leo tutaishia hapo, insha Allah, Allah akipenda, katika kipindi cha kijacho tutakuja kuangalia ini shairi ruba warqaa hatufi fi dhuha dhati shajwin sadahati fi fanani